Hello guys, welcome back to the camelTech TV. Sasa leo bana tupo tena DIT tumekutana na, na mwanafunzi wa DIT ambaye anasoma kozi ya Electronics and Telecommunication. Sasa tunataka kujua vitu gani leo katuletea na kujifunza kitu gani. Ningependa ajitambulishe kidogo anaitwa nani anafanya kitu gani, na leo anaenda kitu kutuelekeza kitu gani. Naona mezani kuna mambo mengi kibao sana. I'm confused. Karibu sana. Asante ah, sana Nashukuru. Kwa majina naitwa Isa Jemo Isumo. Ni mwanafunzi wa mwaka wanne katika taasisi ya DIT katika kozi ya Electronics and Telecommunication Engineering. Kwa siku ya leo, mimi na mwenzangu hapa tumekuja, nimekuja kuelezea namna, tumekuja kuelezea namna tunavyoweza tukatumia Arduino kutengeneza mifumo mbalimbali ambayo inaweza ikajiendesha yenyewe kiotomatik bila ku, kwa mtu kutumia nguvu ah. Okay. Sasa tungependa kujua labda mtu yote huko anaangalia, kama mimi hajui vitu vilivyo mbele ni nini au Arduino ni nini kiujumla, lakini pia Arduino katika maisha ya kawaida inafanya kazi yani, inasaidia kitu gani? Mfano mtu ukimwambia Arduino in real life unafanya kazi gani? Hata mtu yote kama mwanafunzi anataka ajue asome Arduino akisoma je na apply kitu gani? Na akisoma matokeo ya kawaida akiingia mtaani, ina apply sehemu gani? Na katika jamii ina solve matatizo gani? Mtu akisoma Arduino unaweza kutatua matatizo aina gani? Jnda kujua. Shukrani sana, na swali ni zuri sana. Arduino, Arduino ni general term, yaani neno linalojumuisha kwa ujumla ndani ya Arduino. Arduino ni kama platform ambayo wenyewe wanatengeneza microcontroller. Nikisema microcontroller nahisi unanielewa. Microcontroller ninavyosema ni hizi hapa, mfano hii hapa chip hii ni microcontroller. Arduino wenyewe wanazitengeneza hizi hapa microcontroller ambazo ziko za aina mbalimbali. Mfano hii hapa bodi mbele yetu ni Arduino Uno. Hii hapa ni Arduino ATmega328P microcontroller based iko kwenye Arduino Uno, ila zipo Arduino za aina mbalimbali. Kuna Arduino mbali mbali. Nano kuna Arduino Atmega na, At na, na sahizi inakuja nyingine wameizindua Arduino Q. Kwa hiyo Arduino ni platform ambao wanatengeneza hizi microcontroller. Mtu unaweza kwa kujifunzia mfano hii Arduino unaweza kuanza kujifunzia Uno, mambo embedded system automation, mambo mengi sana yenyewe anahitaji automatic, ahitaji mtu atumie nguvu nahitaji tu systems automatically, yani bila kutumia nguvu yoyote nyuma kama vitu vya mechanical hizi hapa zina run system kwa kuzi program, then ukishazi program system inakuwa ina, ina run automatically kulingana na program uliyoiandika mbele ndani. Ah okay. Koo, kwa mfano mimi nataka nijifunze, nianze kujifunza Arduino kwa mfano. Mimi ni yeah. mwanafunzi. E, unanishauri nianze na kitu gani? Yaani Arduino inahitaji ujue kitu gani au mtu yote anaweza kaanza au anahitaji ujue kitu fulani ndio uje kusoma kwanza hiyo Arduino. Um, na cha kwanza kuanza kujifunza Arduino inabidi ujue electronics component, kwa sababu Arduino ni, ni part moja wapo ya electronics, imeundwa kwa electronics component. Ili uweze kuijua vizuri, ni lazima ujue electronics component, tabia zake, behavior zake, zinavyofanya kazi, kwa sababu Arduino peke yake kama Arduino board haifanyi kazi peke yake, inayotegemea vitu external devices, mfano sensors, actuator. Nikisema sensor inamaanisha mfano inayosense temperature inayobadilika physical environment hali yetu ya kawaida mfano joto kupeleka katika mfumo wa electrical signal, ambazo ndo microcontroller, kama mfano, yu Arduino, yu Arduino. Kwa hiyo nataka ujue behavior zake namna zinavyofanya kazi, pia actuator mfano feni, kwamba inafanyaje kazi hivyo. Ukishaelewa hivyo, ni rahisi kuja kujifunza Arduino kwa njia rahisi. Pia chingine ni mambo ya programming. Ujue basic za syntax namna ya kuandika kodi Ujue kila mstari unamaanisha nini kwenye kodi yako, hapo itakulekea njia rahisi kuanza kujifunza Arduino, ila uwezi moja kwa moja tu ukachukua Arduino, utakuwa kama ni kipofu vile, utakuwa uelewi unachokifanya. Ah, okay, naona umehitaji kidogo programming, ueleu kidogo kwenye programming. Hapo ni language gani ambayo unatumia au language yote ambayo unajua unaweza ukaitumia kwenye Arduino, au language gani hasa lazima Hapana, sio language yoyote kwenye Arduino. Sana sana ni C++. Na mambo ya electronics kidogo ukijua unaweza kufanya Arduino. Ah, okay. Kwa mfano sasa mimi nimesoma Arduino na ninajua ah, naweza naweza <coughs> nikafanya ngatatua tatizo gani kwenye jamii au katika dunia sasa hii ya Arduino kwa ujumla yani ina apply sana kwenye maeneo gani? Arduino kwa ujumla ina apply maeneo Ma, ni mengi sana mfano, saa hizi tunaona mashine nyingi za maji zinakuwa mtaani, labda unaingiza koini, unaingiza labda mia mbili, anatoka maji lita mbili, labda unaingiza shingapi, inatoka nusu kindoo ile yote ni nyuma yake, kuna hii hapa Arduino. Kwa hiyo unaweza hata kutumia pale kufanyia biashara, nikatengeneza ile system, then nika nikaiuza au nikawa naitumia mwenyewe, nikiweka coin maji yanatoka na jiingizia kipato. Ile yote ni application ya Arduino. Pia unaweza ukatengeneza system za automatically ile, ile, automatical. ile kuvuta laba mageti kufanya nini kwa kutumia nguvu, ukawa tu na switch na remote, then ukaunganisha na Arduino, ni swala tu la kuiprogram kuiambia nini ifanye kwa wakati gani na itakupa itaku matokeo sahihi. Asante ah, okay, okay, sana sana. Naona sana, sana, leo kuna vitu kibaa hapa hata sielewi. Nataka utueleze kidogo, leo umetuletea nini, tunaweza kujifunza kitu gani, hata mtazamaji kidogo naweza kaelewa. Yaani, yani kitu gani hapa? Naona mambo kibaa hata sielewi. Ah, shukrani sana hii siku ya leo hii. Hii nayo ni part mojawapo ya application, namna gani tunaweza tukatumia hii Arduino platform kwa mfano hii hapa ni kama nilivyosema, hii ni Arduino Uno. Kwa hiyo hapa tumetumia system ile, mtu kuasha taa kwa kutumia mkono anaweza kawa na kaa, natumia taa zake za ndani kwa kutumia remote hii. Kwa kila button ya hapa kwenye hii hapa remote apa ukayasainia chumba fulani, labda hii washe taa ya sebleni labda hii washe feni, hii washe hii taa za nje then hii hapa izime hizo taa. Naweza nikatumia nika hii hapa Arduino kufanya hicho kitu, na huu hapa mfumo wetu wa leo huu unawasha taa moja na kuizima taa moja kwa kutumia hii hapa remote bila kutumia ile switch ni kuprogram. Aa, okay, program amekwenda ukutani kuzima, kuzima. Na mkono pale naweza nikatumia remote. Nazima, nazima. Okay. Ko umefanyaje mpaka imefanikiwa? Mm -hmm. Ume shukran sana hapo, ndio ile ukinukuu mwanzo nisema inatakiwa ujue electronics component namna zinavyofanya kazi ili uweze kuziunganisha kuzi na Arduino ili zikupe output yenyewe unaitaka. Sasa katika mfumo wetu, una hii mfumo wetu hapa remote. hii hapa ina IR transmitter, infrared relay transmitter. Kiangalia hapa inataa nyeupe lakini, hapa mbele yangu kuna hichi hapa kidude kinaitwa IR receiver. Hiki kina receive infrared rays. Kwa hiyo kutoka kwenye remote nikibonyeza button, rays zinatoka zina be received na hii hapa taa. Kwa hiyo hii hapa taa ndio inapeleka signal kwenye Arduino yangu microcontroller, kulingana na button niliyobonyeza huko. Mfano nikibonyeza ya off itapeleka taa zizimwe huko ndani Nikibonyeza ya on itapeleka taa ziwash. Hii ikipata hizo signal inaenda kuambia ubongo un ubongo wetu wa microcontroller yetu kwamba fanya maamuzi fulani kwa hapo. Kwa sababu hii inawasha taa, nimetumia button hizi mbili, ya on na off. Hii ya on ni kuwashia taa, hii off ni kuzima taa. Kwa hiyo nikiminya, ni taarifa zinachukuliwa zinaingizwa ndani kwenye microcontroller taa microcontroller ina inaipa taarifa kwamba kuna kitu fulani natakiwa nikifanya ambacho niwashe taa. Hapa mbele yetu kuna hii hapa relay, hii ni relay module. hii kazi yake ni switch, lakini hii switch inafanya kazi kwenye mfumo wa smart electromagnetics. Kwa hiyo inahitaji umeme ili ile switch ya ndani itrigger, iruhusu taa huko iwake. Ile signal inayotoka kwenye microcontroller ni DC, umeme mdogo, lakini taa tunajua inawaka na umeme wa AC. Kwa hiyo hii relay module inatusaidia kutofautisha kuto umeme mkubwa na umeme mdogo. Kwa hiyo hapa natumia signal ya umeme mdogo kuwasha taa yenye natumia umeme mkubwa. Kwa hiyo baada ya taarifa ya kusema on ina, inatumwa huko kwenye relay, relay ita switch on taa ita. Ah, okay sasa tungependa tuone demo kidogo tuone inavyofanya. Hapa kuna simulation kwa sababu designing haianzagi tu kwenye hardware, tuanzia kwenye makaratasi, tukitoka kwenye makaratasi tuakuja kwenye software. Software mfano hapa sakiti yetu tumechora kwa kutumia Proteus kama unavyoiona hapa nikiminya la, na hapa ah nnahapa hmm, tamu mpaka imekamilika, ujaanza tuna kuanza kuifanya, unaanza kufanya designing kwenye design kwenye auja unafanya kazi unafanya coding kila kitu kwenye design ah, mpaka system imefikia ulianza step gani mpaka, mpaka imefikia mwisho hapa tunavyoiona system designing. Hatua ya kwanza lazima uwe kwa na idea, ukishakuwa na idea lazima uiweke kwenye sehemu yenyewe inaweza ikaonekana, ambapo tunaanza kwa kuiweka kwanza kwenye karatasi. Nikisha kuwa nayo kwenye karatasi, ni rahisi kujua kwamba hii block unahitaji niwe na kifaa gani na kifaa gani. Baada ya hapo, siwezi nikanyoka moja kwa moja kwenye system kabisa hardware, naenda kwenye software, ambako huko kwenye software, na nafanya simulation. Yani kama natengeneza mazingira ambayo ile system yangu naitengenezea kule ndani kwenye software kama itakuwa inafanya kazi kama iko kwenye maisha ya kweli, lakini nakuwa ndani kwenye software. Kwa hiyo kule nakuwa nafanya simulation, nafanya testing na testing performance yake kwa kufanya testing mbalimbali, labda nikapima voltage current ili nijue natu, itaweza ikakaa muda, muda gani mpaka iharibike, au inaweza kuna hali ya hewa ya aina fulani itapata shida, au ikipata mtikisiko huu itaharibika ita hivi kwa hiyo ndo kazi ya software. Baada ya hapo, kwa sababu hapa ni programming, tunatumia Proteus kuchora hardware parts zile. Baada ya hapo, unaingia kwenye Arduino wenyewe, wana platform yao, kwamba wana software yao wenyewe, inaniwezesha mimi ni interact na hii hapa microcontroller. Kwa hiyo baada ya ku, ya kufanya simulation zangu, nimechora circuit sasa, nahitaji niweke ni, ni, ni ndani mle program ambayo nahitaji Arduino ifanye kazi. Kwa hiyo hapo natumia Arduino software kufanyia hapo. Sasa ndio naanza kuandikia instruction zangu, navyosema instruction ndio kama watu wasemaga kukodi hizo. Naandika maelekezo kwamba, naiambia sasa, kama naipa brain sasa, hii hapa nini ifanye na no. nikifanya kitu gani nipe output ya aina gani. Kwa hiyo hapa ndio naandika kodi zangu, nikishaandika kodi zangu kuna namna ya kutoa kodi kutoka hapa ili ije iasetiwe huku kwenye Proteus. Kwa hiyo nda verify kama, kama kodi yangu iko sahihi, nikikuta iko sahihi nda output.x file. Ile ilo .x file ndaenda ndalichukua ndaenda kuliweka kwenye microcontroller ambayo iko kwenye software nyingine ambayo ni Proteus. Ndakuja kuliweka Yes. Yeah. Baada yes ya kufanya designing na simulation nikarizika na performance yake, ndio nakuja kwenye hardware. Before sijaja kwenye actual device, huwa tunatengeneza prototype. Eza unaweza ukatumia breadboard au kwa sababu hii hapa Arduino ina port zenyewe hapo uka integrate kama tulivyofanya hapo direct, lakini inashauriwa uanze kwenye breadboard ukishalizika na breadboard inavyofanya kazi, kwa sababu mfano nini kwenye software anaweka kama kila kitu kiko sawa, lakini kwenye maisha ya kweli zina vali zinatofautiana enye ta nayangu ndalinganisha. Kwa hiyo nikija kwenye naze nda, nda na ni zipata zile kwenye ni prototype hiyo yeah, yeah. Ni prototype. Kwa imekuchukua muda gani mpaka kufika hapo? Wewe unachukua muda gani? Ah. Kwa mimi kwa saizi, kwa sababu naelewa, haiwezi kachukua muda mrefu kwa system kama hii yeah, ila kutengeneza system sio ni kitendo cha kwamba nimelala nimeamka nimetengeneza itafanya kazi aa, ni process kwamba, na testi leo, baada ya wiki tena na testi, then na testi test, mwisho wa siku ndo naweza nikapata product ambayo iko stable. Ila nikisema niamke nitengeneze afu nipeleke ni sehemu ikatumike, utashangaa siku mbili tatu shida imetokea, a, so shida ya. A, basi, sasa tungependa tuone, fanya setup kabisa tuone the way inafanya kazi. Sasa sawa, shukrani ungepawa kaiaaa hii hapa ni USB cable kwa ajili ya kuipa microcontroller yetu, hii pia inatumika kuipa power au kuprogramia. Navyosema kuprogram ni ku, kuingizia instruction au maelezo kwamba kwenye hii hapa brain yake. Na hii hapa sio kwamba inakaa hapa hapa. Nikisha program hapa, hii inaichomoa nikaenda kuweka kwenye product aikae moja kwa moja hapa hapa. Ah, okay, kwa unafanya kia kitu hapa, na kisha naichomoa, naipeleka sehemu nyingine, nachomelea eza inakuwa product, sio lazima ikae hapa hapa. Kwa hiyo hii ni kama interface kwamba niweze ku interact na computer na software hii yani, yeah, niweze kutumia hii hardware na software ile pale. Kwa hiyo hapa tutaipa kwa sababu programu yetu tayari ipo. Ndakuja hapa, ndaverify hapa, tmsapakia kitu kisha waka sasa. Hii chaji, naona kuna chaji hapa kama ya gazi. Yes, hii chaji sasa, hii chaji ndio inayotumika, kwa sababu umeme hii inatumia ni bulb ya kawaida ya majumbani mia mbili ishirini, lakini hapo unaona nime ni umeme wa kompyuta uwezi ukawasha hii. Kwa hiyo hii itakonektiwa kwenye umeme wa nyumbani. Baada ya hapo, tutaona system yetu ikiwaka. Basi tumeshaikonekti sakiti yetu kwenye power. kwamba huu ni umeme mkubwa tayari nyumbani, lakini hii hapa tumeipa power na kutoka kwenye PC. hii hapa ndio ile receiver hii hapa transmitter yetu. Kwa hiyo nikibonyeza switch ya on itawaka taa, nikibonyeza switch ya off button ya off itazima taa. Hii haihitaji mtu uwe uende switch kutani ubonyeze kwa mkono. Unaweza ukawa kitandani au kujikoni, unataka uzime taa labda asebreni, kwa sababu hamna watu, au unaweza kwa sababu system hii hii kutumia hata mega hiyo moja unaweza ukacontrol appliance zote za nyumbani, labda ukacontrol fridge, ukacontrol fan, ukacontrol TV, ukacontrol taa kwa pamoja. Kwa sababu muda huu unaona hali ya hewa imekaa vizuri, nizime fan. Muda huu ni muda watoto labda wakasome, naweza nikatumia remote, niko chumbani kwangu, nikazima TV watoto bila yenyewe kujua, basi umeme umekatika au nikazima taa za nje, kwa sababu umeme unaisha, watu wanasahau kuzima taa, nikaweza nikawa nazima kwa kutumia hii system. Ah, so, okay. Kind of interesting guys. Ngoja kind of ah, na mimi niangalie kama kweli nafanya kazi au injini yake afanya mambo yake akimija tu nakubali guys, kind of insane. Ah, hapa oni na asha, oni hapa hapa. Apap ah. Kwa hiyo itimisi kwenye hii remote control yetu ya leo. Hizi buttons zingine zinaweza kufanya kazi au ni kwa leo ni on na off? Aa, kwa leo tumeweza tu kuprogram kwa button mbili, lakini pia tunaweza hizo button zote, kila button tukaipa appliance moja. Kwa mfano hapo kuna button zaidi ya tano, naona yeah. Kwa hiyo tunaweza tuka control appliance za nyumbani zaidi ya tano kutumia button hizo, kwamba button moja inaweza kuwasha taa peke yake na kuzima taa. Kwa hiyo naweza nikawa na taa nyumbani ya sebleni ya chumbani labda na nje. Kwa hiyo naweza nikatumia button tatu labda kuwasha feni kuwasha TV nikatumia button tatu Ningependa tu kujua swali moja so, hivi umbali au kwa mfano title nitaka mangapi? So, uh, mbali kidogo no. Uh, inafanya kazi kidogo, inafanya kazi tukizuia issue ya umbali. Kuna issue wa umbali kwa sababu hii hapa aina ya mawasiliano yake ni point to point, kwamba nahitaji huyu amuone na uo, afu hiyo ni short range mm. short range. Uh, mawasiliano yake ni, ni umbali mfupi infrared rays frequency yake ni ndogo na wavelength kubwa, kwa hiyo hiyo inahitaji sio mbali mkubwa sana kwamba uko kilomita kumi, ila unaweza menja ukajaribisha ukaenda umbali kidogo ka test, ah, guys, ukatesti function. Ya, yeah, okay. Da, guys, kama mnavyoona leo tumeweza kujifunza vitu so amazing sana. Tumeweza kujifunza Arduino in general kidogo, tumeweza kujifunza in general Arduino unaofanya kazi. Na tuweza kuona baadhi ya mfumo ambao kidogo Isaya akatufanyia leo, tumeweza kuelewa kidogo. Ko, uh, next session nazani tutaenda kujifunza in deep pia component inafanya kazi vipi, ili mtu yote mwanafunzi yote, kwa mfano upo JT hata nje ya JT, unapenda sana mambo ya teknolojia kidogo, tutaenda kujifunza jinsi kila component inafanya kazi. Je, unapotaka na wewe kuanza kufanya vitu kama hivi, pengine kwa sababu Isaya kidogo kidogo na zaidi ya hivi pia, kwa sababu ndugu yetu Isaya ana madini mengi sana, ataanza kutufundisha kidogo kidogo, tutakuwa na tutorials ambazo zitakuwa kwenye playlist kwenye pentek tuweze kuzikuta itaelezea moja kwa moja njia moja moja mpaka nyingine mpaka wanaweza siku moja waweza kufikia kwenye mfumo kama huu hapa. Nadhani namba za Isaya kidogo tutaziweka hapo juu, ukiwa unataka kujua zaidi, au na wewe kitu kidogo umefanya kidogo kama hiki umekwama sehemu, Isaya yupo vizuri kukusaidia, ka kakusaidia, namba zake za simu zipo hapo juu, utampigia. Ah, bila kupoteza muda, Isaya tungependa utufungie je, hapo mbeleni utakuja kujifunza kitu gani na vitu kama hivyo. Ah, kwa siku ya leo tumepata nafasi ya kujifunza Arduino. Kuna microcontroller aina mbalimbali, labda mbeleni hapo, kwa sababu hapa tumewasha taa lakini hatujaona kama kweli taa imewaka lakini kwa sababu tu kwamba taa imewaka, taa imewaka. Lakini kwa sababu hapo tu tuna sense kwamba taa imewaka, mpaka tuone taa imewaka. Lakini tunaweza tukaadi hapo display kwamba mtu akawa anaona, ikiminya button inamwonesha pale, anaweza akasoma taa fulani ni mwasha labda taa ya chumbani imezima, ya sebeni imewaka, labda feni inawaka. Kwa hiyo tunaweza tukaongezea hapo kuendeleza system yetu, tukaongezea display kwamba mtu akawa akibonyeza button aweze kuambiwa pale kwamba awe shua si anatisia kwamba taa nimezima, nimezima, kumbe taa haijazima mwaka. Kwa hiyo inaweza kaongezewa display hapo, system ikaendelea mbeleni. Tunaweza tukaendelea labda, unaweza hata uka access kupitia internet, huko kazini umejisahau kuzima taa labda za chumbani, za chooni, watu wengi tuajisahau kuzima taa za bafuni. Kwa hiyo umesahau kuzima taa huko, lakini kazini kazi, unaweza kupitia website uka access nyumbani kwako Kazi ya mata. Ah, okay. Da. Guys, this is kind of interesting. Wale wazee wangu wa robotics and innovation, Ukitaka kujifunza tu mambo ya robotics, nadhani pia lazima uanze na mambo ya hii course nzuri sana, kind of interesting. So usisahau ku ku subscribe hapo. Mr. Kemo atakuja kukuletea vitu kama hivi ambavyo kind of interesting inneesti, so bila kupoteza muda, tupo DIT Jina ni Van vanre, nipo na hapa apanaita nani? Isaya, mtu wa nini? Electronics? Yeah. Asante sana guys, tunaishia hapa leo, welcome to the next session, pasiyo guys.